Kwengineko kwa, kwa muda wa juma moja wakazi wa kijiji cha Kizingitini na Mbwajumwali katika kaunti ya Lamu walikuwa wameekeana mipaka, watu wa Mbwajumwali wakiwa hawawezi kufika Kizingitini na wakazi wa Kizingitini hawawezi kufika Mbwajumwali, baada ya vijana katika vijiji hivyo kushambuliana kwa mapanga. Ni hali iliyolemaza shughuli za uvuvi, usafiri, upatikanaji wa huduma za matibabu katika hospitali za kaunti ndogo ya Faza. Aidha, viongozi mbalimbali wamefanya vikao kuzungumza na wakazi wa vijiji hivyo kudumisha amani. Kama kwa kweli hali hii ilikuwa imesambaratisha sana uchumi wa Kizingitini na Mbwajumwali kwa sababu kuja kuangalia mji kama wa Kizingitini wanatumia njia ya Mbwajumwali kuweza kwenda hospitali. Kwa hivyo watu walikuwa hawawezi enda hospitali sababu hospitali kubwa iko Faza ambayo inapitwa Mbwajumwali. Kuja kuangalia mji wa Kizingitini, hauna maji, maji yake ni chumvi, ambayo inategemea mji wa Chundwa na mji wa Mbwajumwali kuweza kutegemea maji. Lakini ja muhimu zaidi mapanga ndio yanatuletea shida katika Lamu East vijana kutembea na mapanga, tuna mkakati sasa kuhakikisha kwamba tunafanya enough patrol, tutakuwa tunazunguka na tutakuwa tunahakikisha kwamba vijana ambao wanatishia usalama tunachukua hatua immediately. E, kero la madawa la, ya, madawa ya kulevya iko juu sana, na tutapambana na hiyo hali mpaka turudishe e, tuhakikishe kwamba haya madawa imemalizika, ime, ime kabisa na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka Lamu, tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na mingi zaidi, usiondoke hapo.